Mimi kwa jina naitwa Edna Mauya, meneja wa CRDB tawi la Taifa. Tuko hapa kwa ajili ya kukabidhi madawati seti thelathini kwa ajili ya shule ya sekondari Dovya. Sisi kama benki ya CRDB tuna utaratibu wetu wa kurudisha kwa jamii katika sekta za elimu, afya. Sasa kwa leo tunakabidhi madawati thelathini kwa ajili ya kurudisha asilimia moja ya pato zetu tunazozipata kwenye elimu ambapo tuna tekeleza utaratibu wetu ule wa keti tujifunze. Tunajua kwenye mashule yetu kuna mahitaji makubwa sana ya madawati. Kwa hiyo kulingana na situation hiyo, basi tukasema na sisi CRDB tuchangie kulingana na ushirikiano ambao tunao kati ya CRDB benki na serikali, basi tumeleta madawati thelathini. Naomba nikabidhi madawati thelathini kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Temeke. Tunaamini viti eh, hivi na meza hizi zinaenda kusaidia e, kupunguza e, shida tulionayo ya viti na meza kwa wanafunzi wetu ndani ya manispaa ya Temeke. Kwa hiyo, tunawashukuru sana na kusababu, kwa sababu tumeambiwa kwamba mwanzo e, unaposhukuru ndio inakuwa mwanzo wa kuomba tena. Kwa tutumie fursa hii kila inapopatikana fursa ndani ya CRDB Bank mnapokufikiria kurejesha kwa jamii nadhani tuangalie sana eneo la elimu na afya kama ambavyo tayari mmekuwa mkifanya, na tuangalie maeneo ambayo yana mahitaji makubwa, lakini maeneo pia ambayo yana mchango mkubwa kwenye ukuaji wa uchumi. Temeke ni halmashauri ambayo nadhani kwa Tanzania hii tunaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya watu na mzunguko mkubwa wa kibiashara. Bandari yetu ya Dar es Salaam hii zaidi ya asilimia tisini iko ndani ya manispaa ya Temeke, lakini shughuli za kibandari lakini na shughuli za kiviwanda zipo ndani ya manispaa ya Temeke. Kwa hiyo, manispaa ya Temeke ina mchango mkubwa sana kwenye e, ukuaji wa e, wa biashara lakini ukuaji wa uchumi wa nchi na eventually nafikiri CRDB Bank pia inanufaika zaidi kupitia ndani ya manispaa yetu ya Temeke. Kwa kuwa mmekuwa wadau wazuri, tunawashukuru, lakini tunaendelea kufungua milango ya mashirikiano. Halmashauri ya Manispaa ya Temeke tuko tayari kushirikiana na nini tunafahamu mchango mkubwa wa benki ya CRDB kwenye ukuaji wa biashara za wananchi wetu lakini ukuaji wa pato la taifa. Kwa majina, naitwa Mohamed Juma Ali, ni mkuu wa shule Dovya Sekondari. Nashukuru sana kwa msaada ambao nimepokea wa madawati thelathini. Madawati haya ni chachu na itakuwa ni mwendelezo wa ukuaji wa taaluma wa kitu chokipokea, kwa sababu tunajua tuna uhitaji mkubwa wa madawati. Kwa hiyo juhudi alizofanya mkurugenzi na afisa elimu kutafuta wadau kama hawa niswa, ni, ni ni hakika tosha kwamba anazidi kumuunga mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu namna anavyoendelea kuboresha huduma za kielimu hapa nchini Tanzania. Ni imani yetu kila mwanafunzi ana haki ya kupata elimu iliyo bora katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo juhudi hii iendelee, na wadau wengine wa benki basi waige mfano wa si CRDB namna wanapojitoa katika asilimia moja kuunga mkono za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana viongozi wa Manispaa Temeke, mwendelee kupambana katika kuboresha elimu yetu katika halmashauri yetu.